Kwa wanasiasa wenzangu, naomba niwakumbushe kila mtu aliapa kwamba atailinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo ndivyo viapo vyetu, na tunasema, ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kama sisi wanasiasa kweli tunamheshimu Mungu, tuilinde katiba. Moja katika mambo katika katiba ni kwamba wananchi ndiyo wanakasimu madaraka kwa chama kilichoshinda uchaguzi kwa kipindi cha miaka mitano, haizidi miaka mitano. Ukisema hakuna uchaguzi, unataka serikali iliyopo ikae madarakani zaidi ya miaka mitano, huo ni ukiukaji wa katiba. Mimi kama waziri mwenye dhamana ya katiba na sheria, ninasema serikali ya CCM haitakuwa ya kwanza kuvunja katiba tutafanya uchaguzi kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa makubaliano yetu na wananchi kwamba baada ya miaka mitano tutakwenda kwenye uchaguzi tena na miaka mitano ile inaisha Oktoba 2025. Ha, hii kampeni ya Samia Ligo inaenda kutujenga sisi wenyeviti wa mitaa pamoja na wajumbe wetu pamoja na pamoja na watendaji wetu wa mitaa hii. Tunaenda kuwa walimu wa kwenda kutatua migogoro ya wananchi moja kwa moja, sisi kwa sisi, na migogoro mingi ya wananchi sisi tulikuwa tunaijua, lakini tulikuwa tujui namna ya utatuzi wake, kwa sababu migogoro ni zao la maisha yetu tunaishi kila siku. Tumekuwa tuna viongozi, wamekuwa majaji, wamekuwa mahakimu. Kwa hiyo mimi nafikiri serikali ingeenda kutoa kwenye elimu kati ya kata mtaa na kata, ili watu wajue wajibu wao. Watanzania wengi hatujui sheria, ndio maana tunafikia hatua ya kutoa rushwa. Asilimia kubwa wananchi wengi tulikuwa hatujui sheria. Kuna muda tulikuwa tunajishukulia sheria mkononi. Kwa mfano, migogoro ya ardhi, wametueleza vizuri kama kuna migogoro, njia gani ufanye na ufike kweli. Tunamshukuru sana mbunge wetu mheshimiwa Damas Ndumbaro, waziri wa sheria na Katiba, kwa kutuletea haya mafunzo wilaya ya Songea mjini.